Okay, uh, leo bwana tunakuletea Jose Mourinho wa Bongo. Huyu eh, si mwingine ni Edna Lema ambaye watu wengi hupenda kumuita Mourinho kama yeye mwenyewe alivyojipa jina la Mourinho. Yes, anampenda sana na hakika amekuwa akifanya vitu ambavyo walau unaweza kusema kwamba vinaendana na Mourinho mwenyewe. Huu ni mchezaji wa zamani e, wa timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Trigger Stars, lakini pia kwa hivi sasa tunapozungumza ni kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Young Princess, lakini pia amekuwa kocha e, wa timu za taifa za wanawake katika kategori mbalimbali. Edna Lema Mourinho, maana nikisema Edna Lema Enajua uto ridhika, Morinyo, uko sawa sawa? Salama kabisa. Mwiki alizika kwa sababu, Edna sipo mmoja tu. Edna ni mmoja. Eh? Ukisikia kuna rafiki yako na bwana anaitwa Edna namwambia atafute jina. Limeisha hilo, umeyasikia mwenyewe. Kama wewe unaitwa Edna basi tafuta jina lingine. Asiye mjua Edna. Hem, tupe historia ya Edna ni nani? Ah, mimi kwanza kwa majina kamili naitwa Edna Mele Klema. Ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya wa watoto wanne na ni Mchaga kabisa, kwa maana ya baba na mama, mzaliwa wa kijiji cha Mungu mkoani Kilimanjaro. Wa Machame tunaitwa, mnapenda kutuita wa Palestina. Kwa hiyo nafikiri watu walikuwa na wasiwasi kidogo kuona natumia jina la Lema, lakini najua nimekulia Morogoro. Kwa hiyo, ni kweli nimekulia Morogoro kwa muda mrefu kuliko Moshi, lakini mimi ni Mchaga halisi kwa maana baba na mama wakati ukianza mpira ilikuwaje? Nini kilikushawishi mtoto wa kike kuingia kwenye mpira? kwa sababu so, eni na kipindi chako, wakati unaanza watu mpira waliuchukulia uhuni kwa mtoto wa kike. Kaka zangu, na kipindi ambacho walikuwa wanaenda mazoezini, wananichukua twende, ukacheza mpira, yani mpira hi ya sodo. Kwa hiyo nikaondoka sasa kwenye ushabiki, kwa sababu nashabikia mpira tangu mdogo, nikaanza sasa na wao wananizoesha kwenda kiwanjani, kwa maana ya kucheza mpira. Kwanza safari so yangu ilianzia pale kwa, ananifundisha vitu vingi, cheza hivi, fanya hivi ku azachei mpira wa mtaani, lakini nilipoanza mpira, nilipoanza shule form 1, nikawa nacheza uh, kwenye timu za UMSETA uh, kwa sababu nilihamia Morogoro nikiwa form form 1 kwenda form 2, kwa kwa hiyo sekondari nimesoma Morogoro. Kwa hiyo baada ya kwenda Morogoro sekondari pale nikitoka shule naenda nikawa nimejiunga kwenye kituo cha Morogoro kisi kile kituo cha ile akademi ya Morogoro. Kwa hiyo nikawa nikimaliza masomo yangu jioni naenda pale kufanya mazoezi. Bahati nzuri mwaka ambao nimemaliza form four nika akaja marehemu uh, Machupa, mwalimu Machupa alikuja, alikuwa ndo kocha timu ya taifa, alikuwa kwenye elfu mbili na moja kama sikosei akawa anatafuta wachezaji pale Morogoro kwa ajili ya kwenda timu ya taifa. Kwa hiyo akapewa maelekezo, kuna mchezaji mmoja yuko hapa kwenye kituo cha Morogoro. Akapata bahati ya kuja kunitazama pale, kaandaliwa mechi ya bahati nzuri, akawa amenichagua. Nikaja kwenye timu ya taifa kwa mara ya kwanza Dar es Salaam. Lakini kwa bahati mbaya sikupata nafasi ya kucheza, kwa maana ule mwaka wa kwanza, kwa sababu kwanza nilikuwa mdogo. Na Ilikuwa na wachezaji wazuri wa pamoja na Tanzanite, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kupata nafasi moja kwa moja, hasa sisi ambao tumetoka mkoani. Nakumbuka, eh, lakini bahati nzuri nimekuja, nikawa mwalimu akasema acha uende unafanya mazoezi anazoea, sasa bado ni mdogo. Bahati nzuri wakati niko na shiro timu, kulikuwa kuna ligi ya Kinondoni inachezwa Ikaja timu moja inaitwa Vijana ya Mburahati, wakaja wakanisajili na kwa sababu nilikuwa siwezi kujisifia sana, lakini angalau nilikuwa na uwezo kidogo wa kucheza mpira. Baada ya kusajiliwa pale Vijana, nikawa nacheza ligi ambayo ilikuwa na timu takribani kumi na mbili nafikiri za Kinondoni, na bahati nzuri ule mwaka wa kwanza ambao nacheza ligi nikaibuka kuwa mfungaji bora. Wow. Oh, k nikaa yeah. Ni mchezaji pekee ambaye nimetoka nje a Dar es Salaam ambaye a ni nikafanya vizuri so nilikuwa na kiwango ambacho timu nyingi za hapa Dar es Salaam zitamani kuwa na mimi, na nakumbuka baada ya kumaliza ule msimu msimumtambakaa nanitaji kwenye timu yake na mashabiki, kwa sababu tulikuwa ni majirani vijana na mbrati, ni kama tulikuwa tunatoka mtaa mmoja wote kwa kwa hiyo ikawa imetokea kama uh, kuna timu moja inaitwa Mchangani Sisters, nyingine ya Mariam Mtamba ambao ni Brat Queens. Kwa hiyo mashabiki wengi wakawa wanataka nigeze timu yao, kwa kwamba ameniandalia na jezi yangu, sababu nilikuwa na jezi namba 14. Kwa hiyo wakaamini kwamba this time tunaenda kumpata hili, na bahati mbaya akatokea mmiliki wa timu ya Mchangani akakawa amenisajili mimi, na mimi ndo mchezaji wa kwanza kuifunga Sayari Queens ambayo ilikuwa ifungiki kwa kipindi kile. Kwa hiyo nakumbuka mechi mm hiyo hmm, tumecheza vijana kwenu na Sahari tukafunga goli mbili, na wakajiondoa kwenye ligi. Kwa hiyo nilijisikia furaha, kwa sababu kwanza nilikuwa mchezaji mdogo ambaye pia sijulikani na nimekuja nimefanya vizuri, kwa hiyo nikaanza kutengeneza mashabiki kuanzia pale. Ndoto yako rasmi. Ndoto yangu, bahati nzuri nyingine ambayo nimepata, ilivunja rekodi ya usajili kutoka vijana kwenda Mchangani Kipindi hicho e, laki moja ilikuwa na hela nyingi sana kwao. Mimi nilipoa kiasi cha shilingi laki tano kwa maana hela usaji ndio hela kubwa ambayo nilivunja rekodi, kwa maana wachezaji wote hawakuwa kupata hiyo hela. Nikahamia kwenye timu ya mchangani nikacheza pale kwa misimu miwili. Edna, kwa kipindi hicho ilikuwa ni 2000 na ngapi? 2007 na 2016? No, huko ni mbali sana, ilikuwa kwenye 2003 hapa 2004, kwa sababu mimi nimeanza kucheza 2007 wakati ambapo wanaingia national team ndio natoka, maana nimeshaanza kucheza. Kwa hiyo ni elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini elfu mbili elfu mbili e, no, so na, na, na, na tatu na nne na tano mpaka na saba, ndio nimetoka kucheza national team, ndio niliacha kucheza. Kwa hiyo kipindi icho tunacheza ligi ndio elfu mbili na tatu, elfu mbili na nne, elfu mbili na tano na sita, tulikuwa tunacheza ligi ya kimadoni. Kipindi icho ligi ya Tanzania kwa upande wa wanawake haijaanza kwa hiyo baada ya pale uh, bahati mbaya nikapata majeruhi na matatizo mengine ambayo yalinikuta kwenye mpira kwao, nikawa nimeacha kucheza kwenye ile elfu mbili na saba, nikawa nimepumzika, lakini wakati ambao nacheza nilikuwa nasoma kozi za coaching. Nakumbuka mwalimu Mkwasa aliwe kunishauri akaniambia, wakati huo wa ambapo unacheza ni vyema kuwa unachukua kozi za za kuja kusaidia baadaye. Kwao baada ya kumaliza ile elfu mbili na saba nikarudi Morogoro, bahati nzuri nikawa nimepata mume, nimeolewa, nimebarikiwa pia kupata mtoto. Kwao nikawa nimeachana kwa na mambo ya mpira, lakini wakati huo nikawa nimepata nafasi ya kuongoza chama cha mpira mkoa wa Morogoro, kwa maana upande wa wanawake, kwa misimu miwili, kwa maana miaka minane mi, mi, maana yake mi, miaka minne kwa mimi. Kwa hiyo baada ya hapo nikarudi tena national team kama kocha mwaka 2015 kwa kiasi ambacho nimefanya ni shughuli kama kocha msaidizi, na wakati mwingine nasimama kama kocha mkuu mpaka pale ambapo nimetoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja na wakati huo nikapata nafasi ya kufundisha Yanga Princess elfu mbili na kumi na tisa ishirini nafikiri. Nimerudi tena naendelea na majukumu yangu. Kipindi chote hicho, wakati unaenda kuanza mpira, Mzee Lema alikuwa hai? Eh, kwa bahati mbaya umempoteza mwaka jana. Alikupa eh, moyo? Alikuwa na uungana nawe au walipiga vita? Mm, bahati mbaya kwenye familia nzima asilimia themanini walikuwa ni sapoti kwa sababu waliamini ule ni mchezo ambao wanapaswa kucheza wanaume peke yao, na namna ambavyo mwonekano wachezaji ulivokua ndo kidogo ulikuwa unatia mashaka kwenye familia kuruhusu kuucheza huo mpira wenyewe lakini bahati nzuri mzazi wangu yeye ambaye alikuwepo ambaye ni baba yangu aliniunga mkono akiamini kwamba Mwenyezi Mungu kila mtu anampa talanta ambayo anapaswa hiyo ipambanie kwa ajili ya kuonesha maisha yake. Kwa hiyo baba yangu aliniunga mkono na baadaye akaja dada yangu wa kwanza kuzaliwa mama binti sina akaniunga mkono. Of course, naye kuanza mwanzoni. Mwanzoni yeye alikuwa anakataa, lakini kwa sasa hivi nafikiri familia nzima akaelewa somo. Eh. Na hasa ni pale baada ya kuona matunda eh, hey. Familia nzima sasa hivi nanielewa, mfano mimi na najua, nikienda kwetu kule kijijini, mimi ni mtu ambaye pia napenda kurudi nyumbani kwetu, nikipata nafasi naenda na, napata simu nyingi, bwana, wakiona hata siku nimeonekana kwenye TV wananipigia simu tume kuona. Of course wana, wanajisikia furaha kuona mtoto wao ambaye anapambana kupitia mpira wa miguu anawakilisha vizuri familia, so kila mtu ananisupport. Na mimi bahati nzuri nikirudi kwenye familia yangu napenda pia kurudisha kwa jamii. Oh, na, wana enjoy maisha, mimi mwenyewe na enjoy. Yaani mimi nafurahia nikienda kusaidia ndugu zangu pale ambapo naweza kuwa karibu nao kusikiliza baadhi ya matatizo pale ambapo naweza na wapa support kwa kile kidogo ambacho nacho na isiwe tu kwamba labda naonekana tu labda kwenye TV umeshakuwa tofauti na watu wengine, labda una maisha flani ambayo. Of course sina kipato kikubwa lakini mtu mwenye shilingi 1000 na mwenye 10000 hawezi kufanana. Kwa hiyo naamini maisha vijijini mtu anafahamu. Kwa hiyo mimi mwenyewe nafurahia kuenjoy maisha na na, na familia yangu pale ambapo naweza, napata nafasi naenda kuwaona na enjoy maisha. Kwa hiyo sipendi si, si kuwa kupasao nyumbani kwetu. Napenda nikipata nafasi nirudi kwenda kwa ajili. Kitu gani ambacho unakumbana nacho kwa maana ya kwamba kama eh, mwanamke tuseme kama changamoto ambayo unakumbana nayo kwenye kazi yako Changamoto zipo nyingi, hasa sizungumzii peke yangu, nazungumzia kuwa uzoefu wangu kwa upande wa wanawake. Kila mtu anafahamu, uh, ukiachilia mbali wa tasnia ya mpira, wanawake mara nyingi wanapata changamoto uh, kwa sababu ya maumbile yetu. a tunaamini kwamba sisi ni watu wadhaifu, watu ambao tunapaswa kusaidiwa kila kitu. Kitendo yani mwanamke kukosa kumsaidia kitu, yanajisikia kwamba fani alitakiwa kunisaidia lakini hakunisaidia, kwa hiyo akawa labda amekata tamaa, yani hivyo. So natamani kuona uh, wanawake wanajitegemea kwa maana ya vipaji walivyokuwa navyo, ujasiri, yaani tusio watu wa kulalamika, lalamika, watu ambao tunaamini muda wote tunaonewa. Tusimame imara, nafikiri wanaume, mwanaume akiona wewe unajitambua hawezi kwa maana kuku, kuku, kukongopea au kukutoa njiani kwa sababu wewe unaonyesha ujasiri na unaonyesha kujitambua, lakini ukiwa legelege, manake utaonekana unanyanyasika. ndoto yako ni ipi kama mwanamke, kwa maana ya kwamba kuweza eh, kufika kwenye kazi yako na kuweza kuwashawishi eh, wanawake wengine waweze kufikia ndoto zao kama wewe? Ha, mimi kwanza bwana, naamini hapa ambapo nimefika kuna watu wengi wa kike ambao wanatamani kufika, japo mi najiona bado sana, lakini kuna watu huko mtaani, of course, kwenye mitandao huko napata message nyingi watu wanakuambia kwamba anatamani kuwa kama wewe, labda mimi ni shabiki yako, vitu kama hivyo. Kwenye jamii ukipita hivyo, watu wanaona kupokea vizuri. Kwa hiyo mimi ndoto yangu ya kwanza kwanza, natamani kufundisha timu ya wanaume, kwa maana ya kuwa kama kocha mkuu. Kwa nini natamani hivyo? Kwa sababu nataka watu waondoke kwenye dhana ya kuamini kwamba kwa sababu sisi na wanawake, basi tunapaswa kuwafundisha wanawake peke yake mm. Nataka angalau nipime uwezo wangu kupitia, kwa maana jinsia nyingine ya wanaume, na naamini inawezekana, kwa sababu kwenye maisha ya kawaida, hata yako huko nyumbani kwako, mara nyingi watoto wa kiume wanakuwa na mapenzi na mama na watoto wa kiume na baba. Kwa hiyo naamini nikipata nafasi ya kufundisha timu ya wanaume itafanya vizuri, kwa sababu mimi ni mama, nitaishi nao kama, kama mzazi, na wao watapambana kuhakikisha kwamba hatomwangushi mama kwenye kile ambacho anatuelekea Ulikuwa Biashara United, e, sawa ukuwa kama kocha mkuu lakini ulikuwa kwenye benchi la ufundi. Inaweza ikawa ni moja ya kitu ambacho kimekushawishi? Kuna kitu ulikiona pale na ukaona fursa unayo? ya ni kweli, kwa sababu kwanza uh, the first time unafika kwenye ile timu ilikuwa ni kitu kigumu kwangu mimi na kwa baadhi ya wachezaji, kwa sababu ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kwenda kufundisha wachezaji wa, wa, wa kiume na kwenye ligi bora na ngumu kwa Tanzania kwa maana championship. Kwa hiyo nafikiri baada ya muda mimi niliamini nilikuwa nimechelewa. Na baada ya sisi kaona kwamba kumbe mwanamke anaweza kufanya kitu kizuri. Namna ambavyo nilikuwa naishi nao tunavyoshea matatizo yetu, namna tunavyosaidiana, ushauri, wakaamini kwamba kumbe unaweza kufundisha na mwanamke na ukafanya vizuri. Na mimi niliamini wanaume wanaweza kunirahisishia kazi kwa sababu namna ambavyo wanapokea mafunzo. Namna ambavyo wanajitolea kuhakikisha kwamba hatumwangushi dada, hatumwangushi mama, hatumwangushi mwalimu wetu, afu tufanye kile ambacho yeye anatarajia kuwa kitu kizuri, tuweze kufuata mafanikio. So, kwa nini natamani hivyo? Inawezekana mimi kufanya kazi kwenye timu wanaume, nikawasaidia wanawake wengine ambao wanatamani kufika huko tulipo. Sababu namna ya kujiamini, namna ya mimi kuwa kama role model wao. Kwamba kwa nini fulani anafanya? Kumbe inawezekana. Kuna tukio lolote ambalo eh, kama Edna Lema umewahi kukutana nalo ambalo yalileta changamoto eh, kwako na katika ama katika kazi yako? Mm, changamoto zipo nyingi sana. Changamoto zipo nyingi kwa sababu pia, kama nilivyotangulia kusema, si kwenye familia ya watoto watakubali kile ambacho tunakifanya, lakini tangu unacheza, tangu unafundisha kitu pekee ambacho unaweza kikasema kimefuta matatizo yangu yote na changamoto zangu zote ambazo kutana nazo kikaja kunipa maumivu zaidi ni kumpoteza baba yangu. Ndio kitu ambacho kwanza kinanitesa, kinanitesa, kwa sababu baba yangu alikuwa ni rafiki yangu sana sana sana sana, yaani vitu vyote ambavyo nilishinda nikiwa na national team au labda medali, vitu gani nilikuwa nampelekea kama zawadi. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu peke ni mtu pekee ambaye aliniunga mkono tangu naanza kucheza. Kwa hiyo nilitamani angeendelea kuwepo, aendelee kuona matunda, ya matunda ya kwangu mimi, lakini tunapaswa kupokea kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Sisi wote hapa duniani tunapita. Aa, hata sikifika wakati wetu tutaondoka, lakini naamini tutaonana tena baadaye. So ni kitu ambacho kiliniumiza sana sana, sana, sana. Kiasi ambacho pia nikikaa nyumbani peke yangu naona labda sikuomboleza au sikulia vya kutosha kumlilia baba, baba yangu. Kwa hiyo naendelea kuzoea, lakini ni kitu kimenifundisha vitu vingi, kuamini kwamba kuna wakati tunakutana na changamoto kubwa. Watu hawezi kukiona hiki ambacho nakizungumza, lakini ile feeling ambayo naipata baada ya kuona baba yangu hayupo tena. Nataka nikupe mfano mmoja. Wachaga wengi huwa wanaamini sana kwenda nyumbani kipindi cha sikukuu, lakini this time siyaenda. Siende kwa sababu nimekosa nafasi. Nimefikiria vitu vingi kwamba nitaendaje nyumbani kwetu pale ambapo nitamkosa mama na baba. Eh, yani maanake ni kwamba baba angu amefariki mwezi wa tisa. Maanake kuja sikukuu ilikuwa ni miezi mitatu. Kwa hiyo hmm, nilihitaji muda kidogo nirudi kwenye hali yangu ya kawaida, then nitaweza kwenda nyumbani kwenda kusalimia, kuhakikisha kwamba nazoea ile hali lakini ndio kitu pekee ambacho kimeniumiza, lakini nachukulia kama chachu ya mimi kunifanya niendelee kupambana zaidi, kwa sababu naamini, kimwili sipo naye, lakini kiroho bado nipo naye. Naamini naendelea kumuombea huko alipo, Mwenyezi Mungu aendelee kumpunguzia adhabu ya kaburi na amweke mahali pema peponi, naamini amin. Na naamini kuna vitu vingi ambavyo natamani na amenifundisha kwenye maisha ambavyo mimi vinanisaidia, pengine natamani angeendelea kuwepo, aendelee mwanae mimi nafika wapi, lakini Kote kwa yote nishukuru Mungu kwa kile ambacho kimetokea, niendelee kumwombea heri, na mimi tutaonana tena hapo wakati ambapo Mwenyezi Mungu atakuwa amependa. Amina. Nina baada sasa ya wewe kuolewa hapo, uliolewa. Mafanikio umepata na mtoto tena, ni mtoto wa kiume. Baba, kwa maana ya Mr. mtoto wako e, mchango wao umekuwaje kwa upande wako na unawezaje kugawa muda wa familia lakini pamoja kuendea na majukumu yako, kwa sababu majukumu ulionayo kwenye timu ya taifa sio lele mama. Yanga Princess ni timu ambayo tunapozungumzia Yanga si lele mama, unahitaji akili yako yote concentrate pale. Kitu cha kwanza unajua uh, ukishakuwa kwenye familia ya mpira asilimia kubwa, uh, mpenzi utampata huko kwenye mpira. Yani ni <laughs> ngumu sasa kuniona labda mimi nimepata mwanaume kutoka huko, si mvuvi si nani, inakuwa ni uongo. Yani inakuwa ni asilimia chache kwa sababu haukutani na hao watu. Sawa. Ma Baki maisha yangu ni kiwanjani, uwanjani nimeenda mpira kwenye michezo. Kwenye michezo. Kwa hiyo nafikiri hata wewe sizizaki kujua inawezekana pia baba mtoto wako ni mtu ambaye wa mpira. Kwa hiyo tunazungumza lugha moja. So baba mtoto wangu ni, ni rafiki yangu na wakati tunaanza urafiki alikuwa. Uh, ni rafiki yangu pia kwa sababu ni mtu anapenda mpira na ni mashabiki kwa maana wapenzani, alikuwa anapenda Arsenal, mimi napenda Chelsea. Umeona, kwa hiyo tunazungumza lugha moja. So wakati mwingine pia, wakati tunaanza ule rafiki wetu, nikienda mazoezi, mazoezi na ana nisindikiza. Okay. Mazoezi, na mimi namsindikiza, na mazoezi ya gym. Umeona, kwa hiyo tukitoka hapo tena nyumbani. So ni mtu ambaye tunazungumza kama marafiki, yaani marafiki ambao sio wazazi, yaani, nikisema, ni maana yake ni ule rafiki ambao tunataniana umeona kwa hiyo, kwa sababu familia pia ni ndogo, na bahati nzuri tumepata mtoto mmoja kwa hiyo tunaishi kwenye maisha ya urafiki sisi na mtoto wetu, na yeye pia tukitanda taniana hivyo, mambo ya mpira, mambo ya kifamilia. Kwa hiyo niwaambie tu watu kwamba kuwa kwenye mpira haimaanishi kwamba uachane na mambo ya kifamilia. Nafikiri kuna kauli moja ambayo napenda kuitumia, yani baki kwenye uhalisia wako, acha kipaji chako kizungumze, sawa na kwa maana ya kwamba mimi nitakuja kiwanjani kama coach, lakini naporudi nyumbani kwangu na kuwa kama mzazi na kuwa kama mama. Sababu mwisho wa siku hakuna lazima, utengeneze familia. Tuchukulie mpira ni kama kazi ambayo watu wengine wanaifanya. Kama ambavyo mtu anaamka asubuhi, anaenda kwenye biashara zake, huwa anaenda labda kwenye kutangaza, ndivyo mpira ulivyo. Ah, uh, Yanga Princess wakati ule ilikuwa bora zaidi na ikaribia kutoa ubingwa mpaka dakika ya mwisho, eh, inatafuta eh, point ya mwisho. Nini kilitokea? Tupe simulizi kidogo. Nafikiri ule ndo ulikuwa msimu wangu bora kabisa kwenye, kwenye, kwenye karia yangu kwa sababu nilicheza msimu mzima nilipoteza mechi moja, na nilicheza mechi takriban mechi kumi bila timu yangu kuruhusu goli. Naweza kusema kilichotokea ile siku ya mwisho, ah, niseme ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati ambao sisi tunaongoza goli saba tukiamini kwamba tunaweza kuwa mabingwa wenzetu ambao walikuwa ni Simba walikuwa wanacheza Dodoma. Mpaka dakika tisini za malizika mechi ilikuwa sare sare, ambao sisi ingeweza kutupa ubingwa. Kwa bahati mbaya, dakika za mwishoni Simba akawa amepata goli. Kwa hiyo tukatofautiana kwa pointi tuka uh, moja, ambayo iliwapa Simba ubingwa. Ndio nikasema sisi binadamu tunatamani, tuna Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa hiyo, tulishukuru Mungu kwa kile ambacho kimetokea, tukiamini kwamba haukuwa wakati wetu. Kama kocha mkuu wa Yanga Princess tim zote hizi za ligi kuu hata huko Ulaya eh, swala la dabi eh, wengi kuna watu kikutanamtaani nakwambia, hata s kwenye tim kubwa, tuzungumzie Simba na Yanga za ligi ya NBC. Anakuambia bona mimi tusichukue ubingwa mimi Simba ama mimi Yanga, lakini bwana tumfunge mtani wetu Simba, tumfunge mtaani wetu Yanga. Yanga sasa na imba ukifunga Simba na ukifungwa na Simba Mwanzo lika nanipa shida kidogo, lakini kwa sababu watu wengine wafanye kazi kwenye hivi vilabu, zile mechi zinakuwa na umuhimu mkubwa sana. Kuna vitu vingine watu wanaweza kaa huko nje wajui, lakini mechi zile sisi kwa zinatupa maisha, kwa maana mm -hmm. kwa sana sana yaani zile za dabi zile za dabi yani, e, hapo <laughs> <ko> Edina <laughs> mechi <Maisha, laughs> zile bwana, hmm. Zinatoka wengine. Edina, kabla hujaendelea, wanasema zinawafukuzisha, hata kuwatoa aidha viongozi ama wachezaji, wewe unasema zinawapa maisha. Tumsikilize Edina. Bwana, hapa tafsiri yangu iko hivi: ile mechi uishinda, mechi ya dabi, heshima unaipata ni kubwa sana na ukiharibu ile mechi inaweza ikawa ukaijutia, kwa sababu ukaona kwa nini ulifanya kazi kwenye hivyo vilabu kwa nini nimesema mechi uh, kama zile zinakupa maisha? Kuna vitu vingi ambavyo watu wako nje hawawezi kuvijua, lakini sisi ambao tuko ndani tunajua mechi zile za kutupa sisi maisha. Sisi kila mtu anafahamu kwenye maisha yetu ya mpira, watu wengi ambao tunadili na football ni watu ambao tumetoka kwenye maisha ambayo ni duni. Kwa hiyo mechi zile zinakuwa na hadhi nyingi, nyingine hadhi binafsi, nyingine hadhi kwenye timu. Kwa mfano kuna mechi iliyopita anaweza akatokea tu mtu yoyote shabiki tu akwambia, bwana, mkishinda hii mechi labda anatoa kitu fulani, au kocha, ukishinda hii mechi utapata zawadi fulani. Kwa wakati mwingine unakaa unaumiza kichwa ai, zawadi hii nikiipata hii. Kwa mfano mechi angaa jamii ile mechi kwanza, tumeshinda ile mechi kwa, kwa penati, yani ilikuwa ni wiki ambayo yani mi naweza kusema chochote kile yani kwa sababu si nimeshinda. E, eh, kwa wakati mwingine ukienda ofisini unawatania watu kushinda dabi, sio kwa kila mtu yani. Hivyo yani unakuwa kidogo unapata ukw... furaha unapata furaha yani ya, unatamani yani ukikaa nyumbani upigie simu sio fulani yeah. Yani ili watu wakuone kwamba yeah. Usikashinda mchana leo, na mashabiki bwana, hizi timu bwana, hawana dogo, ukifungwa wata kuna sehemu ukifungwa hapa, tumefungwa mpira hapa hatu hatu, hatu nani atulalamiki, lakini ukishinda unajua na tena wewe ndio wewe. Kuna siku ukipata matokeo mabaya alafu timu imecheza vibaya, ndio utajua kwamba Edina pale timu inapokuwa imefungwa. Natamani kujua hizi dabi za Simba na Yanga, hapo hapo tuzungumzie, huwa timu ikifungwa, mechi imemalizika, wote kwa ujumla, mpaka na wachezaji wako, mnakuwa na situation gani kuanzia pale kipenga kinapopulizwa mpaka kwenda kufika kambini? Kwanza timu ikifungwa, hamna maongezi yote ambayo mimi nafanya zaidi ya kuambia wachezaji nendeni mkapumzike, tutaonana mazoezini. kuonaweza nikakaa labda siku mbili tatu, sizungumzi kabisa kuhusu ile mechi, kwa sababu huwa naamini ile mechi inabeba matukio mengi sana kichwani. Unaweza kuzungumza vitu vya ovyo, ukazungumza vitu ambavyo havijampendeza mtu, lakini mimi huwa nabeba kama jukumu ku, la kubeba benchi zima la ufundi na wachezaji na kuwa na utulivu kidogo. So ndio maana nikasema kufungwa kwenye mechi ya dabi ni maumivu ambayo wewe huwezi kuelewa kwa sababu ufanye kazi kwenye hivyo vilabu. Lakini ukishinda furaha ambayo unaipata unaweza kuona hapa maisha yangu ndio yamefikia hapa. Yaani hapa ndo, ndo top top kabisa kwenye kwenye kari yangu. Kuwepo kwa ligi kuu ya soka ya wanawake Tanzania imeleta chachu gani kwenye timu ya taifa? Hmm. Mm, nafikiri ndio imetusaidia tumefika mafanikio ambayo tunao sasa hivi. Ah, timu ya wanawake kucheza World Cup, kucheza kufuzu wa Afcon. Nafikiri ligi imesaidia pakubwa mno. Na unapozungumzia Tanzania, ligi ya Tanzania na mataifa mengi yanakuja hapa kuja kucheza, inawezekana kwenye ukanda wetu huu ndio ligi bora kwa upande wa wanawake, ambayo inaleta mataifa mengi na ambao wana uwezo wa kucheza mpira. Imetusaidia kwa sababu ukisikia sasa hivi tuna mechi na Nigeria au na Senegal na Mali, na nchi ambazo za Afrika Magharibi ambazo zimetuzidi uwezo hatuwezi na kuwaoka kwa sababu a meanao kwenye ligi. Tumalizie kwa malengo mafupi ya Yanga Princess kama kocha mkuu, lakini na malengo ya muda mrefu. Kikubwa kwamba kila mtu anamani kuona hii timu inapata mafanikio, na mafanikio hayawezi kuwa kama ajali kwamba unaenda tu ghafla inatokea unafanikiwa. Najua tumesako kwa muda mrefu, lakini this time tunapaswa kujitafakari kama benchi la ufundi wachezaji, pamoja na viongozi pia. Naamini kwa sasa viongozi wameweka nguvu kubwa sana kwenye hii timu, kwa hiyo ndio sehemu sasa sisi kuonyesha kwamba hii ni klabu kubwa, na hata wachezaji ambao wanacheza hapa kuamini kwa, kwamba hii ni timu ambayo inalenga kwenye kushinda muda wote. Inawezekana tumefanya baadhi ya makosa kwenye misimu iliyopita, lakini kwenye misimu hii ambayo naweza kusema hapa kuanzia msimu huu na kuendelea, hata kama kocha sitakuwa mimi kwa wakati mwingine, pengine viongozi wanaweza kuondoka na hii, kuona kwamba tumefikia sehemu ambayo sasa klabu inahitaji mafanikio kupitia kwenye mpira wa wanawake. Edna, mimi ni kushukuru sana, na uwe na wakati mwema na kila la heri katika mbio za ubingwa. Nashukuru sana. huyo alikuwa ni Edna Lema, kocha mkuu kwa sasa wa kikosi cha Yanga Princess, lakini mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Twiga Stars, lakini amekuwa kama kocha e, msaidizi na kocha mkuu kwa baadhi ya timu zetu za taifa za wanawake. hayo yote hayo ni CV ambayo nakasema ambayo iko nayo Edna Lema. Mimi ni Hatimaye timu soka rugira ndivyo ivyo inavyokuaga, lakini bado viwanjani inaendelea.